Lazima atakufa, atakufa. Najua mipango yako yote, najua wale watu wakuwa umewaandaa wako wapi, wako wangapi, wanafanya kazi gani. Najua hujafahamu vizuri, wewe nikwambie, hebu sikiliza ni, hebu sikiliza ni, ni kuhabarishe juzi, juzi eti bwana, mimi ni nabii kati ya manabii wadogo, na kujulisha kwamba siku chache zijazo askofu Gwajima atatwaliwa. Nikamwambia atatwaliwa mwenyewe huyo nabii mdogo. Kwa jina la Yesu, hatwaliwi mtu hapa. Mwambie mwenzako, hatwaliwi mtu hapa. Ni ule mpango wa wale wenye kiapo, wanaanza kuandaa watu mazingira, tukifanya tendo wajue ni lile lililotabiriwa. Nataka kuambia hivi, nimejifunga kwa kiapo, nimepewa uwezo wa kuianza kazi mpaka niimalize, si wewe unayeweza, wala si pepo, wala sio shetani. Utakufa wewe mwenyewe. Mimi nina agano na Bwana, sitakufa bali nitaishi ili niasimulie matendo makuu ya Bwana. Mimi nina agano na Bwana kwamba amwaminie yeye, amepita kutoka mautini ame ingia uzimani. Mimi nagao na Bwana kwamba adui zangu wakija kwa njia moja watapigwa mbele yangu kwa njia saba. Mimi naagaa na Bwana kwamba kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa. Silaha ya uchawi haitafanikiwa, iwe risasi au shoka au mawe au sumu au wachawi, haitafanikiwa. Mimi na ahadi ya Bwana nimeishika ahadi ya Bwana na kwa kiapo nasema nitaishi mpaka niimalize kazi yangu. Wewe ndio utakufa, wewe ndio utaondoka. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, maana wewe hu pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini zina yeye. Ikiwa Bwana yuko upande wetu ni nani aliye juu yetu? Lisilowezekana kwa Bwana, lisilowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Na ya weza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa msaada wa Bwana tutatenda mambo makuu, maana yeye amewakanyaga watesi wetu. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndio jina lake. Amen, mwambie <tweak> <tweak> <tweak> atakufa yeye <tweak> siku ile ile aliyoipanga atakufa yeye Hakuna presha hapa, hakuna kisukari hapa, hakuna ugonjwa wa moyo hapa, hakuna kupooza hapa, hakuna kufa kabla ya siku hapa. Chombo cha Mungu hakiwezi kurudi mbinguni kabla hakijamaliza kazi yake. Mungu ana uwezo wa kuanza na Mungu ana uwezo wa kumaliza. Tota maliza! Haleluya! Mpe Bwana makofi! Glory glory glory glory wee! Mwambie akatengeneze silaha nyingine, hiyo imesha bounce silaha ya mauti ilisha bounce, na nataka nikwambie, mtu asikutishe na mauti, kwa sababu wewe mimi, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, na uhai nilio nao ninao katika imani ya mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Nilishakufa tayari, nisho, nilipomwamini Yesu nilikufa ndani ya Kristo. Siwezi kufa mara mbili tena, na hofu ya mauti sina, nasonga mbele na mtu wa ufufuo na uzima. Usimtishe kufa, maana Yesu ndiyo huo ufufuo na uzima

hayo mambo ya kifo watisha wengine, sisi kifo hapa hatutishiki. Sisi ni watu wa ufufuo Bwana, sisi ni wana wa Mungu Bwana, sisi ni majeshi ya Bwana. Tunaijua njia, tunaijua tuendako. Tumekana miili yetu, tumekana, tumeyakana maisha yetu. Yeye atakaye kunifuata mimi, lazima ajikane, ajitwike msalaba wake, ndipo anifate. Unatuona, tuko sawa hapa. Sisi mwilini mwangu nimebeba chapa zake Yesu, nimeubeba msalaba wa Yesu Kristo, ninaanza na ninamaliza, na uwezo huo ninao, kwa jina la Yesu. Mpe Bwana makofi! Haleluya! Nikaanza kumsaka kwenye ulimwengu wa rohoni Aliyetunga meseji hiyo jana, nikawa namsaka kwenye makorido ya rohoni, nani aliyetunga meseji hiyo? Nikamsaka, nikamsaka, nikambamba. Huyu hapa! Nikamwambia siku ile ile uliyopanga ya kupata wewe, yale yale, nikamnyongelea mbali kwa jina la Yesu. Bondeni isikie amen. Mwangalie jirani yako, kama ananuna, nuna ni mmoja wa wale waliotunga hiyo meseji. Jana nimewasaka kwenye makorido ya rohoni, nimewabamba mahali na tayari nimeshakunyongelea mbali kwa jina la Yesu. Gwajima atakufa, atakufa. Najua mipango yako yote, najua wale watu wakuwa umewaandaa wako wapi, wako wangapi, wanafanya kazi gani, najua. Hujafahamu vizuri wewe, nikwambie. Ebu sikiliza, ni ebu sikiliza, nikuhabarishe. Ebu ni kate ngebe, ni kate ngebe mara moja, kwa dakika chache, ebu niruhusu ni kate ngebe kwa jina la Yesu. Mwangalie, kama jirani yako hacheki, mwambie umepatikana leo kwa jina la Yesu. Kuna mambo ambayo huwezi kuigiza. Unajua, kama unakuja kupeleleza hapa, huwezi kucheka. Wakati wenzako wanacheka, wewe huna cha kucheka, maana unajiuliza, jamaa yetu kajuaje maneno haya? Unakuwa umebweteka bweteka tu, kama unataka kulia vile, kama unataka kukimbia vile. Lakini sikiza nikwambie, hii ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Haleluya! Huyu anachekesha kweli. Wanasiasa wana vinywa, wachumi wana vinywa, akiolojia wana vinywa vyao. Unataka Mungu akose kinywa chake? Mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde itashushwa, kila kilima kitashushwa, na kila bonde itainuka, na palipopinda atapasawazisha, na utukufu wote wa Bwana watauona watu wenye mwili, kwa kuwa kinywa chake Bwana kimenena haya. Pe bwana makofi haleluya Mfalme wa Israeli alikuwa na vita na mfalme wa Shamu. It is well known in the Bible and I want to communicate with whoever who is listening me here for the wrong intentions. Yes. This is the house of God and it will remain the house of God.

We are the people to shake the nation by the power of God. We are a great generation coming by the presence of God. Hallelujah. Kama kujisifu sijisifu, kwa sababu lolote najisifu kwa sababu namjua Bwana, namjua niliye mwamini. Mwambie mwenzako, namjua niliye mwamini. Mwambie, ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Eti naona mimi niliye nabii mdogo, namwona Askofu Gwajima juma anamaliza mwendo wake. Utamaliza mwendo wake mwenyewe wewe kal, kabla tawala za dunia hazijawa ja mwana kondoo, nani amalize mwendo wake na umaliza mwendo wako wewe? Leo na wiki ijayo utamsikia akamaliza mwendo yeye mwenyewe, kwa jina la Yesu. Nimeapa kwa jina la Bwana kama yeye alivyotamani watu wamalize mwendo kwa ajili ya maslahi ya ufalme wa giza, na wewe umalize mwendo kwa ajili ya maslahi ya ufalme wa Yesu Kristo usioharibika kwa jina la Yesu. Hey, mwangalie jirani yako mwambie changamka, mwambie hii ni zaidi ya kanisa, hii ni zaidi ya dhehebu, hii ni nyumba ya Bwana. Yanipasa kuwemo katika nyumba ya Baba yangu, na hii ndiyo nyumba yake. Hili siyo pango la wanyang'anyi. Ukija hovyo hapa unaumia. Waulize wenzako. Waulize wenzako. Walikuwa sembe ndani ya wiki moja. Uwe wewe. Kama, kama kuna mashini za kuogopa duniani ni mashini ya kusaga na kukoboa. Ukiingiza kichwa kinakobolewa kwanza. Unajua watu wanaweza kumlukia mtu bila kujua anatoka wapi. Ukimwona mtu amezaliwa kijijini, mtu maskini na Mungu amemwinua mpaka pale, ogopa angalau, walukielukie watu waliozaliwa mjini mjini, hapa wanakula keki, lakini sisi tuliojaliwa kijijini, tumetoka kule kijijini kama Daudi mwana wa Yese, tumetoka kule kwa neema ya Bwana. Tunachechemea leo tunamiliki miji, leo tunamiliki Tanzania. Ujue kwamba Mungu ana kusudi na yeye. Nisikiliza, nilipokuwa nasoma Biblia yote, kuna neno moja ambalo linatumiwa na watu sana, sikulikuta. Linaitwa pole. Kwenye Biblia nimesoma yote, kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna neno pole. Lile neno linalotumika kwa pole linaitwa jipe moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo mtu asikwambie pole, akwambie jipe na moyo. Sio kwamba una, unapewa, unajipa mwenyewe, unaelewa? Sio kwamba unaanza kulalamika, jamani, mtu aje anitie moyo. Jipe moyo mwenyewe. maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sio eti kwamba jamani, unajua mimi kanisa hili hakuna mtu akuja kunitia moyo. Biblia haijasema tutiane moyo, imesema ujipe. Yaani maana yake umepigwa, umegalagazwa, umelala chini, huna wa kukusemesha wala kukusalimia, huna mjomba wala shangazi, huna shemasi wala nabii, huna askofu wala baba askofu, unajikusanya kusanya wewe mwenyewe, unasema naanza tena, sitaki kuondoka kwenye ulingo. Umejipa moyo. Mgeukie mwenzako mwambie, jipe moyo. Mwambie hakuna cha kumwambia mtu pole. Pole inatoka kwenye ulimwengu wa giza. Maana yake pole, maana yake poa. Yaani poa poa na pole vina uhusiano. Sisi hatuna unajua, Yesu alipotokea na wanafunzi wake akawambia, jipeni moyo, duniani mnayodhiki, lakini mimi nimeushinda ulimwengu. Jipe moyo. Amen, amen! Mwambie mwenzako jipe moyo hata kama apendi maneno nayo, mwambie, mwambie tu, anune asinune, shauri yake. Umefika ufufuo na uzima. Mazingira ya kazi ni magumu, lakini vumilia. Unajua mimi nikimwangalia mtu hivi najua nini kimemleta hapa. Yaani, wakati napita bondeni kule, nikamkodolea mtu mmoja, akageuza Biblia haraka haraka maana yake amekuja ufufuo. Hata namna ya kushika Biblia hajui. Alipoigeuza haraka kuiangalia Biblia, Biblia imekaa kichwa chini, miguu juu. Yaani nipomwangalia, akachanganyikiwa. Alikuwa ameiweka Biblia vizuri, akaigeuza hivi, Mathayo iko chini, alafu chapter ziko huko juu, haelewi anachofanya. Nikajua hapa, huyu ana kazi maalum. Ufufuo na uzima, tuna desturi, njoo na kazi yako maalum fanya vizuri kama uwezavyo, ba ukiruhusiwa Oki, kuja hapa mwezi mzima, wewe mwenyewe utashangaa. Unasema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa msaada wa Bwana nitatenda mambo makuu, maana yeye amewakanyaga adui zetu. Bwana ni mtu wa vita. <muchas> <muchas> watu wengi walikuja kama wewe. Sote hapa tulikuja kama wewe. Mimi sijaalika mtu, walikuja kama wewe. Wengine wametuma, wameambiwa, hebu kaangalie misukule. Wapo wengine wameambiwa, hebu kaangalie ni free mason. Wengine wameambiwa, hebu kaangalie ni wachawi. Wengine wameambiwa, hebu kaangalie wagonjwa wanaponya kweli. Nataka nikwambie neno moja, Mungu mwenyewe hajaribiwi wala yeye hawezi kumjaribu mtu. Ukija hapa utakutana na Mungu mwenyewe kwa jina la Yesu. Ukitaka kujua, kila ukibarikiwa mwangalia na jirani yako kama naye anapiga kelele. Utajua tu.